Je, Mtume Muhammad alilogwa? Nikikujibu kwamba kwanza, na kujibu kwanza, lilitokea kweli, alifanyiwa uchawi, alifanyiwa uchawi kweli, na uchawi kweli ukawa umejitokeza umefika kwake. Swala lake auliza, je, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alirogwa? Sindo swala lako. Jawabu ndiyo, alirogwa Naam, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mm, aliweza kurogwa, katika hadithi ambayo imetokana na Aisha radhiallahu mm, anha, wakamroga Mtume kwa kutumia vile vitu kwa muda wa mwaka mmoja. Athari ikaanza kujitokeza, Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa ni kama mtu ambaye kwamba anajihisi baadhi ya wakati amefanya kitu wakati hajakifanya. Tumeuliza swali na tumepata jawabu kwamba Mtume Muhammadi alifanyiwa uchawi bila shaka. Kwa nini hili ni tatizo? Sababu ziko nyingi. Ya kwanza ni kwa sababu tatizo lake liliendelea kwa muda mrefu. Alisumbuka na tatizo lile kwa muda wa miezi sita kumbe, mtume Muhammad alikaa katika hali hiyo ya kushikwa na uchawi takriban miezi sita na tatizo lingine ni kwamba asari aliyoipata ilimfanya asijue mpaka kile alichokuwa akikifanya. Panaonekana vitu vya kudhania dhania hivi, vitu vya kufikiria fikiria, kama kafanya jambo halafu halikuwa hakulifanya, kama kaendea wanawake anajihisi lakini hajawaendea wanawake. Mambo ya ajabu ajabu tu yalea nguvu ya kiza unawezaje kumwamini nabii ambaye alishikwa na nguvu za kishetani hata achanganikiwe juu ya mambo yake kama kula na kutembelea wake zake. Mbaya zaidi kuliko haya yote ni kwamba Mtume Muhammadi hakulindwa wakati Allah alimwahidi ulinzi wake katika Qurani sura Al-Hijr 15 aya 42, Allah akizungumza na Ibilisi alisema na nukuu Hakika waja wangu, wewe hutakuwa na mamlaka juu yao isipokuwa wale wapotofu waliokufuata. Mwisho wa kunukuu. Ina maana gani basi kwamba Mtume Muhammad alikuwa chini ya nguvu za Ibilisi takribani miezi sita? Na pia katika Qur'ani suratu Nahal 16 aya 98 na 99, na nukuu basi utakaposoma Qur'ani jikinge kwa Mwenyezi Mungu, na shetani aliyefukuzwa kwenye rehema ya mola wake. Hakika yeye hana nguvu juu ya wale walioamini na wakamtegemea mola wao. Mwisho wa kunukuu. Je, Mtume Muhammadi hakumtegemea Allah au ilikuwaje? Kwa kweli ni hatari tunapotaka ushauri, hatuwezi kumwendea mtu ambaye yeye mwenyewe anashindwa. Tunapotaka msaada, hatuwezi kumwomba aliyefilisika. Katika kumshinda shetani, hakuna aliyemshinda vizuri zaidi kuliko Yesu. Aliweza kuwakemea mashetani nao walimtii. Katika Biblia, kile kitabu cha Marko sura ya kwanza mstari wa 27, ninanukuu nukuu: Wakashangaa wote hata wakaulizana, wakisema nini hii ni elimu mpya? Maana kwa uweza awaamuru hata pepo wachafu nao wamtii. Mwisho wa kunukuu. Kwa kweli hata leo Yesu ana nguvu juu ya shetani, na tukitaka ulinzi ulio bora, ulinzi wa hakika, tunapata katika kumwamini Yesu. Hakuwahi kurogwa au kufanyiwa uchawi. Shetani alipomjaribu hakutenda dhambi. Bali alimshinda shetani. Yesu yu hai na ana nguvu. Tumwendee yeye ambaye ana mamlaka yote mbinguni na duniani. Mungu akubariki.